Mshukuru Mungu kwamba tumemaliza salama. Uh, tumepokea maelekezo ya leo. tutaunganisha na yale ambayo yalishakwisha kutoka kupitia dira, ilani ya uchaguzi, mpango wa uh, miaka mitano na ule wa mwaka mmoja mmoja na maelekezo ya leo pamoja na yale ambayo yalishakwisha kutolewa tukianza na yale ya siku mia moja ili tuanze kukimbia tuelekee mbele. Nilisema juzi pale, naendelea kusisitiza, kila mwanatimu memba lazima tuende kwa gia ya kupandia mlima, eh, ya kukatisha kwenye mawingu ya kukatisha kwenye mawimbi ya bahari. Lazima tuwafikie watanzania kule waliko, sasa, kwa sababu ukinyumbulisha majukumu yaliyoko kwenye ofisi yetu, tunatakiwa tuziratibu sekta zote, kwa lazima, kwa wakati, kila kitu tuende nacho kwa kasi inayotarajiwa kuwapatia Watanzania matokeo ya haraka. Nimeshaongea na katibu mkuu amenihakikishia jinsi tulivyo na timu bora ya watumishi ndani ya Ofisi ya Waziri Mkuu, na kwa kweli e, ukiangalia kazi ambazo zimefanyika katika e, kipindi kilichopita ina- inashuhudia kwamba tuna timu iliyo bora ya watumishi ndani ya ofisi ya waziri mkuu. Kwa mimi ni matumaini yangu kwamba tutashirikiana ili tuweze kuhakikisha tunakidhi tuna hayo matarajio ya Watanzania yaliyoko mbele.